Feisal Salum Fei Toto Ebana ameendelea kuwa kitendawili kwa Young Africa. Wa Ebana wameweza kuweka mezani dau lao, lakini bado inaonekana kuna ulakini fulani ambao unaendelea. Lakini licha ya juhudi ya viongozi wa klabu ya soka ya Young Africa kuweza kuketi mezani kwa ajili ya sakata zima la kuweza kumrejesha kiungo huyo Feisal Salum Fei Toto, Ebana mazungumzo hayo yanaonekana bado hayajazaa matunda. Ebana chanzo cha karibu kinaeleza kwamba moja ya sababu ambazo zinakuwa changamoto. E, walivotoka waliondoka vibaya sasa, hata kwa upande wa mama yake anaonekana kabisa kwamba kuto kupendezewa kwa lile jambo ambalo lilikuwa linaendelea baina ya Feisali dhidi ya Young Africa kipindi ambacho anatoka. Aidha, ofa kubwa kutoka kwa Simba Sports Club inaelezwa kuwa inavutia zaidi kiungo huyu ambaye alionekana ali kwamba anaendelea kukiwasha vizuri kabisa kwenye klabu yake Azam FC so, na duru za ndani zinadai kuwa e, tayari ameikubali ame ofa hiyo ambayo e, wasilisha kwa eh, kiungo huyo Feisal Fei Toto. Mashabiki wa sasa wanasubiri kwa hamu, je, uamuzi wa Fei Toto utakuwa ni upi, na atakiwasha katika klabu gani katika msimu unaokuja? E bana, tuambie kwenye comment. Upi mtazamo wako ambao uko nao this time around. Subscribe kwa taarifa kadha kadha. Ini sasa online digital. Chao chao.